Mimi ndo nilifanya ujinga ambao, nilivyoona hao wamechukua, nikasema basi ikagata, lakini ningekuwa na Mwenyezi Mungu amenijalia akili ya kusema hivi, sogea nyuma, mimi ningekazaniwa sogea nyuma, maana serikali ilikuwepo, so kama hakuwepo, lakini nilikuwa nachukulia simple. Kwa hiyo mimi kulia kwangu, so nalia iti, iti, na, na, kwa sababu kama ninalia eti eti naona imenyanyaswa ni furaha ya kuona vijana kitendo alichonifanyia vijana wa Mama Samia walinisaidia sana. Wa wali sana, yani walinipa moyo. Kwa hiyo nilivyoona ndio maana yani nawambia kabisa Mungu wabariki kabisa, yani maskutegemea, sijawahi kutoa hata mia mpaka hiyo kesi imeisha. Ni wakati mwingine basi, migogoro ya ardhi mara nyingi inasababisha mambo kama haya, mapigano ya nafsi yanayopelekea hata mtu kuwa na majeraha makubwa na vifo. Mi sikuwa hivi, nimekonda sana, kila mtu ananiuliza makili niuma, kwa sababu ni live, wanaona kabisa ni eneo langu, lakini yaani wana wanakuwa wananishtakishtaki mimi, wananishushia CV si zangu, kwa nini? Nikujuze tu kwamba migogoro ya mipaka na ardhi ni tatizo kubwa katika jamii nyingi hasa zile zinazotegemea kilimo, ufugaji na makazi na maisha yao ya kila siku. Migogoro hii inaweza kuwa kati ya watu binafsi kama tulivyo hapa hii leo, familia, vijiji na hata mataifa. Hapa kinachoendelea, tuko eneo moja hivi jijini Dar es Salaam, na ni katika eneo la Tungi Magengeni, mtaa wa Tungi hapa. Tumekutana na Mama Huseni, jina lake kamili ni Rukia Rajab. Mama pongezi pa, una chozi lako, ni la furaha? Ni la furaha kwa mama mwenzio, mama Samia, na nimeshukuru sana kwa sababu ameleta vijana ambao ni wapambanaji wapamba, wamefanya kila mbinu mpaka mimi nikapata eneo langu. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu na Mungu awabariki. Uhuru hii ipo lakini sijawahi kuona nikitatuliwa kwa hiyo vijana walivyotokea na walivyoelewa na wakatuelewesha, kila mtu aliona ni sahihi lakini bwana ni mjeuri mwenyewe tu, lakini wamenisaidia kiasi kikubwa, pamoja na maji kujaa mpaka leo, ni ujeuri wake, lakini walisimama pamoja na mimi mwanzo hadi mwisho. Namshukuru mama Samia kwa hiyo namshukuru kwa, namshukuru mama Samia kwa kuweka hawa vijana ambayo wa msaada wa kisheria. Ningependa kama ikiwezekana, hawa vijana ndio wafanye wa kazi za mitaa kama hizi, kuliko afisa mtendaji au mwenyekiti wa serikali ya mitaa, sababu migogoro mingi imekuwa mingi kutokana na afisa mtendaji na serikali za mitaa watendi haki, kutokana na watu wanavyofahamiana, wanachukulia kwa vile namfahamu fulani, wanashindwa kutoa maamuzi. Lakini vijana kama hawa, nikikwambia toki uniuliza majina yao, ni mmoja tu ambaye nilishika jina lake, lakini wamefanya kazi vizuri bila, bila kutoza chochote. Yani u, yani sio tani kwambie jina kama hata hamsini, so wao tu. Mpaka huko mahakamani nilipokwenda, hakuna mtu alioniambia chochote zaidi ya kuniambia Rukia, e, tumekupunguzia tu, me, mezi yako ya ya ya kifungo cha nje, kafanya shughuli zako. Nilifurahi sana mama. Mpaka ulifungwa kifungo cha nje ulihukumiwa? Mm. kifungo cha nje mm. Lakini hata hivyo hiyo kifungo cha nje kutokana na huo e, msaada wa mama Samia ndo uliosababisha mimi nikafungwa kifungo cha nje, lakini ilikuwa kama ingewezekana, walikuwa wanahitaji milioni moja au kufungwa jela ili waweze shughuli zao yaani, ili waweze kupata eneo lao. Chokiona kwa mama huyu ni kwamba analia kutokana na furaha ambazo ameshindwa kuzielezea kwa sababu mgogoro wake ulidumu kwa takribani miaka ishirini, lakini alivyotuletea, tunashukuru Mungu, tulimsaidia na mpaka leo hii ana kilio cha furaha. Tuliwaita wote wawili na tukakaa nao chini tukaongea nao tukawaelekeza kwa utaratibu, na nashukuru Jirani alikubali yale tuliomwambia, mpaka leo hii mgogoro umeisha. Tunajitahidi, tunawasikiliza baina ya pande zote mbili. Kama tunaweza kuwapatanisha kwa, kwa njia ya mbadala tunafanya hivyo, lakini ikifikia kwenda mahakamani tunawatafutia wanasheria kwa ajili ya usaidizi. Mama ametuleta sisi kuja kuwasaidia kwa kutumia kampeni hii ya msaada wa kisheria ili kuja kutatua migogoro ambayo inawasai, ina, inawafikia wananchi. Lakini tunawaambia wananchi wa Kigamboni wasiogope kuja ofisini kwetu watasaidikika bila kutozwa gharama zozote.